Ama ifanya, tutakalofanya hapa ni igizo ambalo kwamba limegawanyika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza, tunaomba utulivu jamani, kina mama na watoto kwa ujumla. Sehemu ya kwanza ni familia ambayo inaishi katika misingi ya Allah subhanahu wa ta'ala bila kusahau imeza familia ambayo inaishi katika misingi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kusomesha watoto dini pamoja na kuwasomesha watoto elimu ya shule. Na familia ya pili ni familia inayoishi yenyewe imebezi katika misingi ya kusomesha watoto shule tu, elimu ya dini haina manufaa kwao, wala haina faida. Hiyo ni sehemu ya pili. Sehemu ya tatu, tutaisikia ama tutaona jamii tunayoishi nayo ya sasa ni jamii ya aina gani? Ipo katika misingi ambayo Allah anairidhisha anairidhia, au katika misingi ambayo kwamba Allah hairidhii. Kwao limegawanyika sehemu kuu tatu Mtakaposhuhudia itakapoendea igizo hili, wenyewe ndio mtakapoona ujumbe upo sehemu gani. Salamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.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

Wa Habari Ah, Ah, Ah, hapa kuna nini? Hapana. Hapana, hapana, hapana, hapana, hapana, hapana, hapana, hapana, ya wewe upate kusoma. Kaa, kaa, Salamu alaykum, habari. Ah, simbona nasikia makelele. Hapana. Wewe mtoto mbono unatuma maji na babako yako nakuwa mwenye kujibu mwana sheria. Kwa elimu yako ndio nakufanya umdharau baba yako ambaye amekusomesha. Yaani wewe unachofanya sio sahihi. Kwa nini baba yako anakutuma, inaonekana you know, hata katika jamii ambayo unafanya kazi huko, amna kitu ambacho unakifanya zaidi ya kuadhurumu watu. Toka hapa nenda kamchukulie maji huko

maana pole sana sana, inabidi ongee na mwanao, ongea naye sana mwanao, kwa sababu ni mtiani mzuri sana sana. Nakuelewa, wala usikate tamaa, lakini usipaniki kwa mtoto wako. Nashukuru kwa maneno yako, mwanao huyo Asmani. Naam baba, unasikia, unaniita? Mara moja.

Nimekuita na shida unisaidie shilingi 10000 naomba, mwanangu, unisaidie na shida 10000 nataka nikachukue dawa nikachukue matunda kwa mzee Bakari pale kidogo, ili niweze kuongea afya yangu inavyoendelea. Mwanangu, naomba unisaidie kidogo, mwanangu. Subhanallah, baba, mimi na mali yangu vyote ni vya kwako, kupasu kuniomba kama mtume alivyotufundisha mali ya mtoto na mtoto vyote ni mali ya baba. Unaweza kuchukua kitu chochote unachokitaka. Haya basi, chukua kiasi hichi cha fedha kitakachokunufaisha na mahitaji yako. Hapana, nashukuru mwana, mtoto hawa kuwapeleka madrasa kwanza yeah. Waende wakasome madrasa yeah. Wapate tauhidi ile kwa sahihi na kumjua mola wao kisha, baada yeah. ya hapo atafuatia masuala ya kwenda shule yeah. kwa elimu atakayopata akiwa wadogo yeah. basi anaweza kufanikiwa hata anapokwenda kupata misingi mizuri yeah. hata chuo asiyumbishwe na mtu yote yeah. kwa sababu ikiwa mtu hakusoma madrasa akakimbilia kwenda shule tu na chuo tu kwamba onekana amesoma, matokeo yake yanakuwa ni mabaya sana. Baadaye ndio atakuwa hana adabu kwa wazazi, hana heshima kwenye jamii, atakuwa ni mkosefu wa kila aina ya nidhamu. Kwa hiyo mimi, Athmani, sababu naona tabia za mwanao ni tabia za hali ya juu sana, halafu isitoshe ashakuwa mwana ashaajiriwa serikalini. Lakini inavyoonekana kwamba ni mtu ambaye ni mtifu sana. Hebu nielekeze hiyo sehemu ni wapi ambako unafundisha vitu vyote hivi? Mimi huyu nilimpeleka madrasa, wakati kabla sijampeleka nilikaa na mama yake chini, tukazungumza tukashauriana, mama yake akaniambia kuna madrasa nitaitafuta, ipo ikapatikana. Madrasa kuna madrasa moja ipo sehemu moja kule, wanaita kule, kama wanakwenda kwa mkoa wapi, kule mawelewele kule, okay. Naam, naam. Yule bwana kuna madrasa nasikia inaitwaje ile madrasa ina jina moja hivi kidogo. Njoo mwanangu, mwanangu, mwanangu. Naam, Naam. Ile ile ile ile madrasa madrasa madrasa unaikumbuka hapo, alikupeleka kama kama. Ah, ah, ilikuwa inaitwa Al-Ihsan. Mimi pale huwa na vitaga naenda kuswali. Naam. Mara moja moja, mm. mne... yani kwa ni kweli watoto ah. watoto ile madrasa hey. nilipata habari zake yeah. Kwanza pale kuna shekhe mmoja yupo huwa yeah. Hana mzaha na michezo, masuala ya elimu mmoja moja Shekhe Kombo alifundi pale kwenye yuko pale Shekhe Kombo bwana. Sheikh Kombo anawafundisha watoto bwana. Hmm. Pale akhlaq, tabia, dini na nidhamu za hali ya juu. Mtoto akitoka kwenye mikono ya Sheikh Kombo pale, kwa kweli ibaki kudura ya Allah Subhanahu wa Taala tu. Na hasa nilimpeleka kwa amesoma kwa Sheikh Kombo pale bwana. Kwa Sheikh Kombo na kanuni yake, yeye hapendi kukaa na wale watoto wazima wanafunzi na wakuta. Ukiwaona pale e, watoto wanaosomesha ni wale wadogo wale, wanasema watoto hawa kama waraudha hawa wadogo hawa na mwenyewe tunasema kwamba wanasema Warabu, alilmu fi sigari kanakshi filhajari, kwamba unapompandikiza mtoto elimu wakati wa utoto ni sawa umeenda kuchora kwenye jiwe kwe. Kwa hiyo Shekh Okombo lipo pale na baadhi ya walimu wengine wakishirikiana, kuo ni madrasa ambayo kwa kweli naisikia na nilikwenda kuona ni hivi, ninaumwa tu, nikipata nguvu nataka taka ni kamtembeleshaombe kijana wake amemaliza chuo na amepata kazi, yupo sasa hivi ni e daktari kijana, bwana Uthmani. Basi muhimu sana, lakini tunafanyaje kuhusiana na kaka yetu? maana mwanaye ndo aeleweki, tunafanyaje kwa kweli? huyu bwana Uthmani, bwana Ali, hmm, naomba Mungu nikipata fursa ya kupona vizuri hmm, nitakupigia simu, mdogo wangu, nitakuita hmm ili tukakae naye tumshauri, angalau aweze kumwongoza kwa sababu sifa anazozipata za kijana wake mitaani, yeah, kwa kweli sio sifa nzuri hasa nice, anafata makumbwa magenge asiofaa na magenge ambayo hayana thamani thamani. Nah, mtakuita tutakwenda kwa bwana hadi tukazungumzia naye ile swala. Inshallah nitajitahidi sana kuwa

ila za mbaya kweli kweli kweli, bwana bwana bwana bwana bwana bwana. Ah, ah, tuongee ukweli. ila kweli bwana, wewe wewe wewe, bwana, acheni mambo ya kweli. Ndio, ndio, mmepigwa mshoko. mimi mimi ndio kwanza mwanangu kama mitatu mitatu minne, ni ni pia naye bwana tuli hapo. Sasa sijui nipeleke wapi? Wewe hebu niambie wewe, ehe, unataka nimpeleke nani? ni mwanzishe elimu elimu, ni mwanzishe elimu gani? Subiri, subiri, subiri bo, mpeleke shule ya kanisa pale, wanafundisha Kiingereza vizuri na kinaeleweka. Ah la, bwana. Ah, ah, wapi bwana bwana bwana bwana, madrasa madrasa kweli, ni kanisa nzuri hivi. Da salamu, karibu karibu kawa. Yaani ongea, asante. Shukrani siku sana. Maana Nakotoka huko mbali sana. Asante, okay. Asante sana. Asante sana. Vipi, kuna kitu nilikuwa napita hapa nimekisikia sasa. No, no, sielewa vizuri nikasema kusaidiana sio vibaya. Kwani mtu anazungumzia ni maana anamshauri mwanzake ujinga huyu. Anamwambia, aa, mpeleke mtoto wake. Ujinga wapi wewe? Ashoka, bwana hizo vipi? Ha? Naweza nikasema kwamba wote mpo sahihi, lakini kuna muda huo mnakosea. Nisikilize, nisikilize. Unaweza kuona kama vile nakudanganya au ni watu ambao ni matapeli wanaongeaongea. Wewe unataka umpeleke mtoto wako madrasa na huyu anasema mpeleke shule. Bora shule yote ni sawa, mtoto kumlea katika mazingira sio vibaya lakini tunasema kwamba kuna bora na kuna bora zaidi. Ikiwa mtoto wako umempeleka kusoma huko shule za kanisa na, au ukampeleka madrasa na haujamwandalia mazingira, inakuwa ni hatari. Tumeelewana? Kwa sababu mtoto usipomfundisha kuhusiana na Mwenyezi Mungu na ukamfundisha kuhusiana na kuishi jamii vizuri, na ukamfundisha juu ya dunia hii na akaitambua vipi, kwa mujibu wa sheria ya dini yeah, ya Uislamu unampoteza mtoto wako na faida na madhara yake eo <tabuye> ukiwa mzee. Iko hivi labda niongee, labda ndio mtanielewa eh. Mnaona hii safari yangu hii naanza choka kwenyewe hii, ah, inatoka kwenye, kwa ndugu zangu ambao kidogo ni kaka zangu hao wana watoto wawili ambao mmoja kaka yake mtoto wake alimpeleka katika kusoma dini lakini akamsomesha hadi chuo sekula, manake alivyompeleka mtoto huyu ikaonekana na misingi mizuri, lakini kwa sababu tu amemtanguliza kumjua Mwenyezi Mungu lakini akamfundisha maadili. Lakini mtoto mwingine huyu ana tabia mbaya kwa sababu mzazi wake alipuzia kitu ambacho kinaitwa dini na nakumbuka kauli ya kaka yangu, aliniambia kwamba si mtoto usipomfundisha akiwa mdogo, au akatumia lugha ya kwamba kumfundisha mtoto mazingira au dini ya Allah akiwa mdogo, ni sawa sana kuandika katika jiwe, ni kitu ambacho hakifitiki. Ndio, ndio. Sasa huyu mwingine mwanaye ana tabia mbaya, amefikia hatua anamjibu baba yake ovyo. miongoni mwa vitu ambavyo anamwambia, anamtuma hataki, aa kingine imefikia hatua na mimi nilikuwepo, anatuambia sisi wazazi wake kwamba tungechelewa kidogo tu angetuzaa. Unakuta kwamba hasara zake ni kwa sababu ya kutomfundisha mtoto maadili akiwa mdogo, umeelewana? Kwa hiyo mpelekeni watoto zenu wakasome kwanza dini, ili wawe kama yule mtoto mwenye tabia njema, umeelewana? Lakini mwelekezo, sehemu ambayo mtoto huyu ili asome vizuri dini, kuna maeneo ukimpeleka anakuwa vizuri zaidi mtoto mdogo. Tulani mazingira ya kule chini Iringa mjini pale, unaenda sisem ehe, huko kwa mawelewele. Sasa mawelewele kule kuna madrasa moja inaitwa Madrasatul Ihsani, ila akaniambia kwamba kuna shehe mmoja huwa anakaaga na watoto Shehe Kombo yule

ko pelekeni watoto wenu ili mweze kupata faida hapa kesho akhira. Assalamu alaykum wabaiua waa fi wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hili ndo mwisho wa igizo letu, naomba nirudishe maiki kwa MC ili apeleke sehemu husika. Naam, tusemeni mashaallah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 n8 na mitandaoni ni at tours i travel <laughs>